Kujifunza ndiyo njia pekee ambayo ina uwezo wa kumwongezea maarifa mwanadamu. Huwezi kuwa na maarifa kama haujaamua kujifunza. Kwa jambo lolote lile, hauwezi kuwa bora kama haujaamua kujifunza. Hiyo iko wazi. Kwa kila maisha unayotaka kuyaishi, kila maisha unayotaka kuyaendea, lazima uweze kujifunza tena Hautakiwi kujifunza tu kwa kufuata mkumbo, unatakiwa ujifunze ukiwa umedhamilia kwenda kuyaishi yale maisha. Mtu yeyote ambaye anajifunza kwa mkumbo, hata atakapokuwa amefanikiwa kuingia kwenye yale maisha, hawezi kuyaenjoy yale maisha kwa sababu alijifunza kwa mkumbo na hakuwekeza akili yake kwa uwezo wote. Sasa hata katika maisha ya ndoa lazima tuweze kujifunza na tunapojifunza maana yake, tunatakiwa tujifunze vitu ambavyo vina uwezo wa kutufanya sisi kuja kuishi kwenye ndoa tukiwa katika hali ya uhulu, lakini pia tunakuja kuyaishi maisha ambayo tunayapenda. Sasa hatuwezi kuja kuyaishi maisha ambayo tunayapenda ikiwa hatujajifunza vitu vilivyo vizuri ambavyo tunatakiwa kuvizingatia na kuja kuviishi kwenye maisha ya ndoa, sababu sasa hivi maisha ya ndoa yanaonekana kama jana mdogo ya amini, ninakuambia kuna watu wanataarabika sana sana tu, lakini pia kipindi hicho wewe unaendelea kutaarabika, kuna watu wanaenjoy maisha. Sasa karibu, nimekuandalia point kadhaa za kujifunza eh, nimekuandalia vitu vya kujifunza kabla ya kuingia kwenye ndoa. Ya, jambo la kwanza ambalo unatakiwa ujifunze kabla ya kuingia kwenye ndoa. Jifunze kubadilika. Mara kadhaa watu wengi tunaenda kwenye ndoa au tunaingia kwenye ndoa na na na akili ambazo tunazijua sisi sisi na vile vitu ambavyo tunavijua sisi, ukisahau kwamba unakwenda kuishi na mtu lakini pia tunakwenda no, na tabia zetu tulizokuwa tukiziishi tukiwa bachela no. Jifunze kwamba anakwenda kuyaishi maisha mapya na mwenzi wangu wa maisha ambaye ni mwili mmoja, kwa hiyo tutakwenda kutengeneza desturi mpya. Jifunze kubadilika, hata katika mtazamo itakusaidia sana. Jambo lingine ambalo unatakiwa kujifunza kabla haujaingia kwenye ndoa. Eh, jifunze ushirikiano. Tunapokuwa tukiwa peke yetu, uwe mwanamke au uwe mwanaume, tunakuwa wabinafsi, na pengine hiyo ni tabia ambayo inatukumba kwa sababu tuko peke yetu, manake kila kitu ambacho utakuwa unakifikiria kinakuwa kinakuhusu wewe. Sasa tunakwenda kuingia kwenye ndoa, unakwenda kuwa mke wa mtu, unakwenda...